Sera hii tukitekeleza vilivyo, matarajio yetu wa Tanzania ni kuiona Tanzania yenye ujasiri na uthubutu ndani na nje ya mipaka yetu, Tanzania isiyo sita wala kutetereka katika kuchukua nafasi yake kwenye majukwaa ya kimataifa ikisimamia ukweli na haki. Huo ndio umahususu wa Tanzania tulioachiwa tangu kuasisiwa kwa taifa hili, hatuna budi kuuendeleza.